Mambo yalikuwa sni magumu sana, upatikanaji wa maji huku ulikuwa ni mgumu, mpaka mtu ambaye aliochimba kisima ndio twende tukachukue maji kwake, mwanza ua nachota maji kwenye mito, lakini hivi tunamshukuru mama, changamoto ya maji kwetu imekwisha. Nilivyoingia mimi huku maji nilikuwa nanunuandomojashiringielfu moja, sasa mpaka utimize maji ya kutumia watu wote, ilikuwa ni changamoto. Tunasema asante sana mama kwa kutuletea maji. Tunamhakikishia kuwa tutalinda vyanzo vya maji na nitakuwa bega kwa bega, nikiona maji yanamwagika ovyo nitapiga taarifa kwa uongozi waje kuzuia maji asiweze kumwagika tukapata hasara. Mradi huu vilevile utaenda kuingiza maji kwenye mtandao ambao uliokuwa tayari hupo kwa ajili sasa ya kulisha maji, kwa hiyo maeneo yale yaliyokuwa na changamoto ya maji kama kule Bonyokwa ambao kulikuwa na changamoto kifuru na kwa mtandao ulishalazwa lakini ulikuwa upati maji ya kutosha. Kwa hiyo nichukulie vile vile nafasi hii kukushukuru Mheshimiwa Waziri kwa jitihada kubwa ambazo umekuwa ukisukuma katika jiji la Dar es Salaam. Hii ni moja ya intervention tu, lakini kuna midadi mingi inayoendelea katika jiji la Dar es Salaam la kuhakikisha kwamba tunaboresha huduma ya maji. Sitarajii na sitegemei uona sasa watu wanaunganishiwa maji kijanjajanja, mpaka atoe hela kiasi fulani ndo unganishwe. Hapana, mtu ameomba kuunganishiwa maji. DAWASA, naomba niwaeleze, ndani ya siku saba lazima mtu aunganishiwe maji. Si wanaomba kuunganishiwa maji, njoo kesho, njoo kesho kutwa, njoo mtondogoo, mpaka atoe kidogodogo. Nataka niwaambie, ukizingua tunazinguana, hey.